Ni siku nyingine tena, mpenzi mtazamaji, ni kukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku. Jina langu ni Ramadhan Omary kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku ya leo, hali ya ukavu inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na mifumo pepo, ina unyesha, upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi, ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa.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 Kwa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na gurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa Mkoa wa Mbeya watu tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa Mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na Mkoa wa Arusha watu tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufia hapo kutoka Mamlaka ya hali ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na ni kuage kwa heri.